Moja kwa moja tuelekee kaunti namba 30 ambapo kwa muda mrefu, waathiriwa wa ubakaji na ulawiti katika eneo la Baringo Kusini wamekuwa wakipitia changamoto kubwa kutafuta haki. Mahakama za karibu zilikuwa Kabarnet au Nakuru, ambapo wengi hawakuweza kumudu gharama ya usafiri na huduma za kisheria. Hali hii ilisababisha haki kuwa bidhaa ya kifahari isiyofikia walio na uhitaji mkubwa. Hata hivyo mabadiliko makubwa yameanza. Kwa ushirikiano kati ya idara ya mahakama na mbunge wa Baringo Kusini Charles Kamuren, kwa ujenzi wa mahakama ya Marigat. Lengo ya kotini ni kutafutia mtu haki yake, so hiyo itaweza kufupisha kwa, kwa wingi kabisa. Hiyo, hiyo mambo ambayo umeweza kutaja vizuri, kuna mpangilio ya kufunza wazee ili waangalie nao. Kuna kesi wanaweza kumaliza na kuna kesi ambazo, ambazo hauwezi maliza. Sasa hizo ndio wataweza kulete kwa sababu ni kesi ya crime ambayo <coughs> hausiki na hawa. Kwa vile koti imekuja hapa, nadhani shida nyingi zitaweza kutatuliwa hapa e, kama vile mwanzo ilikuwa ikifanywa hizi zikitatuliwa manyumbani na vitotoroni. Sasa hizi kesi ambao kwamba zinasumbua watu zitatatuliwa na mahakama na itasaidia wananchi sehemu kubwa sana. Mara nyingi tunatuma wale ambayo kwamba wamezozana waende kwa, Nakuru, kwa sababu Nakuru, kadhi wa Nakuru wanasafu mpaka Marigat, kwa hivyo inakuwa ni hatua ndefu, na kwa hivyo uikuwa tu, tunaomba serikali pamoja na wahusika pia waweze kusikiza kilio chetu, vile wanavyoleta Marigat eh, koti za kisheria vile vile pia, wa, wa, waweze kuweka kadhis koti kwa sababu pia mji huu kuna Waislamu ambao kwamba wana matatizo yao.